Ab amefika salama, Mungu akubariki. Imeingia hiyo ngoma, imetoka da, inashusha hiyo. Ngoma imetoka da, inashusha hiyo. Imeingia hiyo. Imeingia hiyo, jamani, ngoma imetoka daa na inaondoka nyingine saa tatu, eh. Imeingia hiyo wasomi hai, ngoma ndo inashusha, imetoka daa na nyingine inaondoka saa tatu.